Mtazamaji, kwingine, kwa waziri wa maji Eric Mugaa ameitaka kampuni za kusambaza maji nchini kupunguza hasara ya maji na kukabiliana na wizi wa maji ili kuafiki mipango ya kuhakikisha kila Mkenya amepata maji safi. Akizungumza huko Mombasa, waziri Mugaa amedokeza kwamba asilimia 44 ya maji hupotea na kuchangia kwa hasara ya shilingi bilioni 11 kila mwaka, huku ripoti ya mwaka huu ikibaini kwamba Kenya imerudi nyuma na asilimia moja. Francis Mtalaki anahudhuria kongamano hilo. Kulingana na ripoti ya mwaka 2023-2024, Kenya imerudi nyuma kwa asilimia moja kwa kusambaza maji masafi na kwa asilimia 44 ya maji hupotea, hivyo basi kuchangia kwa hasara ya shilingi bilioni 11. The percentage is a loss of a tune to a billion. The 44% translates to around 11.9 billion of water losses. This is money that could have come to our counties, helped expand the system, Waziri wa maji sasa ametaka kampuni za maji nchini na wadau tofauti katika sekta hii kubadili mkondo akisema wakenya wengi wanahitaji maji hasa mashinani ambapo wengi wamelazimika kukosa kutekeleza majukumu muhimu kutokana na ukosefu wa maji. The data, the data gaps. And lack of coverage in unregulated areas rural areas poor and informal settlement areas and overall sanitation coverage remains a critical concern yale ya maji ambayo yanapotea tunayatoa kwa mito yetu kwa maziwa yetu lakini yakifika manyumbani mwetu don't have a positive impact on the balance sheet. Wizi wa maji umetajwa kama mojawapo ya changamoto wadau hawa pia wamependekeza kuundwa kwa sera zinazolingana na mabadiliko ya tabia nchi.

uh, the the poor and and sustain uh, and remain sustainable throughout the climate shocks. Wadau katika sekta ya maji pia wametilia shaka uwezo wa kufikia malengo ya ruwaza ya mwaka 2030. Yeah, indeed, we uh, we need need to to apply technology, um, uh, technology technology uh, um, uh, and and, and innovation available globally, the the water sector is not uh, left behind. So we need to harness that technology and see where it makes the biggest impact. Of course, Kongamano hilo linakamilika hii leo huku mapendekezo yakitazamiwa kuwasilishwa kwa serikali na taasisi husika. Francis Mtlaki Ringa ya Citizen yes.